Karibuni sana SIDO Iringa, lakini napenda kuwafahamisha kwamba hapa SIDO Iringa tunazalisha mashine aina mbalimbali, na katika mashine hizo kuna mashine za kusaga za kukoboa. Lakini kwa leo kama mnavyoona hapa tunayo mashine ya kukoboa. Sasa kwa mashine iliyoko hapa mbele yetu ni mashine namba 75 ya kukoboa. Mashine hii mfanyaji kazi wake tuna chukua mahindi yetu ambayo tayari tunakuwa tumesha ya ya ya ya ya ya yaloeka. Baada ya kuyaloeka, unaosha mashine yako, unaingiza mahindi yako hapa, kisha ingiza mahindi yako hapa uh, unazingatia kuna hiki kiflapu hapa. Hiki kiflapu ukishafungulia hapa, yakiingia unajua kabisa hapa yako kuna ambao anafanywa kazi, yakishafanywa kazi kwa muda wa sekunde kadhaa, unafungua hii flapu. Afu hapa unakuwa umeshaweka ndoo yako kukingia yale mahindi, umeona? Ah, uh, yanaanza kutoka sasa. Yanatoka, yanatoka, yakishatoka kabla hata yajeesha unafungua tena mengine. Umeona? Ya endelea. Yaani inakuwa ni zoezi endelevu mpaka mahindi huko atakapoisha kwenye mkimo. Karakana yetu ah, ina uwezo wa kuzalisha mashine kumi kwa mwezi. Hii mashine leo tunataka tuiwashe na kuitesti kwa ajili ya kuangalia kama kuna sehemu kuna mapungufu ya hapa na pale tuweze kuyarekebisha kabla hajaenda kwa mteja uh, lakini vilevile nipende vile, kuwakaribisha SIDO Iringa e kwa huduma za, za, za, za teknolojia pamoja na ushauri. Karibuni sana.